Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekuwa ikichukua hatua mbalimbali mbali, zenye lengo la kuboresha maisha na ustawi wa wananchi, na mojawapo ya hatua ambazo zinachukuliwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji masoko pamoja na utunzaji wa mazingira katika maeneo ya mijini chini ya mradi unaoitwa TACTIC, yani ni mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania kwa kuhusisha ushindani, ambayo kitaalam inajulikana kwa jina la Tanzania Cities Transforming Infrastructure and Competitiveness Project, yani TACTIC, katika manispaa ya Singida. Mkataba uliotiwa saini leo hii unahusisha ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu, ujenzi wa barabara za mjini kati yani CBD yani, pamoja na viwandani zenye jumla ya kilomita 7.52, lakini inahusisha pia ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua wa Mgunguna wenye urefu wa kilomita 2.6 pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya wataalamu wasimamizi ambapo mkataba wake utagharimu shilingi bilioni 24.75. Naelekeza halmashauri na halmashauri hal zingine halmashauri hii lakini halmashauri zingine zenye miradi hii ya masoko ziweze kujiendesha au kuendesha masoko na stendi na miradi hii ili iweze kuwa na tija izalishe mapato kwenye halmashauri na iweze kuleta maendeleo kwa Watanzania. Ndugu wananchi, lakini naomba nitoe maelekezo mahususi kabisa, nitoe maelekezo mahususi kabisa kwa mkandarasi wetu ambaye mkandarasi wetu huyu ni mzawa, mkandarasi Sihotech Engineering Company ambayo wapo katika joint venture wameungana pamoja na AMJ Global Multi Contractors. Naomba nitoe maelekezo mahususi kabisa kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI mheshimiwa Mohamed mchengewa kwamba mkandarasi uhakikishe kwamba kazi hii inafanyika kwa haraka na inakamilika kwa mujibu wa mkataba na mpango wa kazi ambao unaokubalika ambao tumekubaliana kimsingi katika siku hii ya leo, ili wananchi hawa wa manispaa ya Singida waanze kunufaika na miundombinu hii ambayo serikali ya awamu ya sita imewekeza katika manispaa hii ya Singida. Lakini pia niendelee kutoa maelekezo mahususi kabisa kwa mkurugenzi, mkurugenzi wetu Joan Kataraia wewe pamoja na timu yako msimamie kiukamilifu kabisa utekelezaji wa mradi huu kwa kutumia rasilimali watu na vifaa vilivyopo katika halmashauri. Sote tunafahamu katika utekelezaji wa miradi hii halmashauri ndio client, ndio mteja. Kwa hiyo tunatarajia kabisa halmashauri hii iwe ni sehemu ya mwanzo kabisa katika kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa kwa kadri tulivyokubaliana katika mkataba, lakini nafahamu uwezo wako, mkurugenzi. Kwa hiyo nikupe maelekezo mahususi kabisa, usimamie. Nina imani na wewe katika upande huu.